E, bwana bebe wa Juma Jux, tunamzungumzia mwanadada Prisi kupitia ukurasa wake wa Instagram, amewaacha watu wengi sana mdomo wazi kwa ujumbe ambao ameuandika kumhusu yeye na mumewe Jux. Prisi ambaye tunafahamu kwamba amevunja rekodi, amefanya wamefanya na Jux takriban sherehe saba za harusi, na hivi karibuni ndo alifanya final hapo hapa jijini Dar es Salaam. Sasa, Prisi bwana, katika ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story ametumia wimbo wa Jux na D Voice, alafu wa meweka ujumbe ambao unasomeka kwa Kiingereza, nitakusomea kwa Kiingereza kisha nitakusomea kwa Kiswahili, lakini kwa Kiingereza hapa, alichokiandika huyu bidada, alikuwa namaanisha kwamba yeye hajawaigi before kukutana na mwanaume yeyote kimwili. Mwanaume wake wa kwanza kabisa kukutana naye kimwili ni Jux. Hapa anazungumzia kwamba swala zima la kufanya mapenzi, mtu wa kwanza kabisa kufanya mapenzi na Prisi, ni Juma Jux na si mwingine, kwa mujibu wa Pricy ameandika kwamba ni Jux alimkuta na usichana wake yani alimkuta Bikra. Huyu Pricy ameandika hivi kwamba my hubby met me when I was still a virgin. Akiwa anamaanisha kwamba mumewe amekuta amemkuta akiwa yuko na usichana wake. He met me as a virgin. Akarudia tena kwamba amenikuta Bikra. The first time I told him I was still a virgin. Mara ya kwanza kabisa nilivyomwambia kwamba mimi ni Bikra, he didn't. Eh? He didn't believe me. Because I knew I knew had dated other men before. Alishindwa kuniamini. Yani mara ya kwanza yeye kumwambia, yani huyu Pricy anaelezea kwamba mara yake ya kwanza kabisa kumwambia Jux kwamba yeye ni bikira, alishindwa kumwamini kwa sababu alishawaigi kuwaga na wanaume wengine huko zamani. Umeona bwana, eh? Mm -hmm. Akaendelea kusema kwamba and, poss and possibly must have had an engagement with them. Kwa hiyo alikuwa anahisi kwamba alishakutana nao kimwili. Yaani Juksi alivyomwambia kwamba Pricy alivyomwambia Juksi ni bikra, ni kwamba Juksi al alishindwa kuamini kwa, kwa sababu anajua kabisa kwamba huyu Pricy alishawahi ku date na wanaume wengine. Umeona, bwana, kwa hiyo Jux alikuwa anajua kabisa kwamba lazima watu watakuwa wame wameshachuja. Hivyo basi akaendelea hapa Pricy kuendelea kwamba, So he asked me if I was sure and I said 100% sure. Kwa hiyo akaulizwa tena. Yaani Jux alimuuliza Pricy kwamba unazungumza una ukweli na Pricy akasema kwamba ndio, asilimia mia moja anazungumza ukweli. So akaendelea hapa Pricy kusema kwamba when he when he accused me When he accessed, sorry, when he accessed me he noticed that I was still a virgin. Alivyomkagua, yaani Jux alivyomkagua Pris akagundua kwamba kweli ni bikra. Baada ya hapo, and he told me, we shall keep this virginity till marriage kwa hivyo basi uh, Jux alivyogundua kwamba kweli Pris ni bikra ikabidi amwambie kwamba itabidi wabaki hivyo hi, abaki hivyo hivyo akiwa bikra mpaka watakapo oana. 8 month after yani baada ya miezi nane we are now married and ready to explore. Kwa hiyo sasa baada ya hapo ni kwamba Jux na Pris walidumu katika mahusiano kwa muda wa miezi nane wakiwa hawajafanya mapenzi na sasa hivi wako tayari kuanza kufanya mapenzi together forever. Pricy amemalizia hivyo kwamba watakuwa pamoja milele daima. So hicho ndo kitu ambacho Pricy amekizungumza kwamba Pricy bwana, alikuwa bikra japokuwa amedate na wavulana wengine huko Nigeria, lakini amekwenda kwa Juxy akiwa yuko bikra, it means kwamba hao wengine huko hawajawai kufanya naye kufanya naye chochote na baada ya Jux kumkagua Pricy na kugundua kwamba kweli ni bikra, ikabidi amwambie kwamba basi abaki hivyo hivyo bikra mpaka watakavyooana, na ndio maana umeona. Kwa hiyo hapo walivyooana, sasa ndio mambo yameanza ya kuchuja. Na kwa mujibu wa, wa Pricy anadai kwamba watakuwa pamoja daima, so hiyo <laughs> ni kitu ambacho Pricy amekizungumza, lakini wabongo of course wamebisha sana. Comment ni nyingi sana, watu wakiwa wanazungumza eh, maneno tofauti tofauti wakiwa hawaamini eh, na vitu vingine vingi umeona bwana, watu wanashindwa kuamini kwamba kweli Pricy alikuwa ni bikra na kwamba kweli Jux na Pricy wame date kwa muda wa miezi nane bila kufanya chochote, wamekuja kuanza kufanya mapenzi kipindi tayari wameshaoana na ndio maana mambo yalikuwa moto kiasi kile ndoa kama zote kwa sababu kwa sababu Jux nadhani aliona kabisa kwamba ameokota dodo kwenye mpala chichi. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment. Unaamini hiki alichokizungumza Pricy au la? Na pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.